Pitia hii video naomba nikuonyeshe njia rahisi na jeli nzuri ya kutumia ubane nywele yako ishike kama hii ambayo unaiona katika video. Sawa sawa. Kwanza kabisa kisha nywele yako ni safi, kisha unakata nywele kidogo tu, alafu upande wa chini hapo nimepaka jeli kwenye ule mstari ambao unakata kwa sababu nataka mstari ambao unakata uwe umenyooka vizuri. Kwa hiyo nitailaza nywele yangu kama hivi ambavyo unaona. Sasa nitazivuta upande wa nyuma kisha nitakwenda kutumia jeli yangu ya Soft and Free kidogo tu, wala huhitaji product nyingi kwayo. Nitachukua jeli kidogo, nitakwenda kupaka kwenye nywele ya mteja wangu kama hivi, alafu nitazichana kwa kuzivuta nyuma. Kwa hiyo nitafanya hivi upande wote wa mbele. Naomba nikukumbushe jeli nilotumia ni hii hapa kutoka Soft and Free, na mimi ni Farida Othman, kutoka Farida Beauty Academy, kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, saluni kwa ujumla, kusuka, kufanya makeup, kufanya facial. Karibuni sana chuoni kwetu. Chuo kimesajiliwa, tunapatikana Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Kuna wale ambao tayari mmeshajifunza kama hivi, unahitaji kujiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ni bure kabisa, lakini hakisha umeingia pale YouTube Umetafuta Farida Othman, kisha umegusa button na kuandika subscribe, alafu njoo na screenshot kwenye namba yako kwenye screen yako hivi. Kwa wale wanafunzi ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo ni shilingi laki moja kila mwezi kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na mafunzo ya live, ada zetu ni kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Chuo kipo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Chuo kimesajiliwa na nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika skrini yako. Una swali na chochote, tupigie sasa, tupo tayari kukuhudumia. Final, Uh, mwonekano wangu wa mwisho ulikuwa kama huu ambao nitakuonyesha hapa, lakini tu nikuahidi kuendelea kufundisha vitu vingi vizuri na kwa njia ambayo ni rahisi kabisa. Kwa wale ambao mtatumia mta jeli hii, naomba unitumie feedback yako. Asante, na huu ni mwonekano wa mwisho. Tukutane katika darasa linalofuata. Bye, bye.